Hi guys, I'm Pamela Hambaka again. Leo nimefanya, nimesema niongee na nini kidogo, ndio tukaweze kufanya mboto wa sikaweze kusimama. Leo niko na very simple question. Leo nataka kuongelesha wamama mama, juu wa mama tuko na shida jamani. Wamama ndio tunaacha tukua masingles, wamama mama wanaume, wasiko, yeah, ndio tunaacha tukilea watoto kike yetu. Tutafanya aje? Ndio wanaume wasikuwa wanaenda nje. Ya, hiyo ndio swali yetu, yeah, ya leo. Our title is hey. Tutafanya aje? Ndio wazee wazikuwa wanatuacha kwa wa mboma, wanaenda ishe kwa kwa kwa nini? Kwa machindi chik, na wanakaa huko wanatulia. Kitu moja wa mama tunajua tumepoteza njia kidogo, lakini tutajaribu kuongea mambo mawili matatu ili tukaweze kurudisha watu wa, wazee wetu katika boma. Aya, nataka kuambia another another incident. Yani, yani, ka, incident kalifanyikanga na ninataka tukaangalie na hii yango kama huyu ni mwanamke ulioweka wewe, unajua kutunza mwanamke. Mwanaume, wanaume ni kama ni kama watoto. Tutafanyaje ndio tutunze hawa wanaume ndio tukaweze kukua na amani kwa ndoa zetu, ili tukaweze kukua na amani katika ndoa zetu, tukakue na upendo katika kwa ndoa zetu? Mi nataka kupatia tu ka for example, na hii example nataka kupeana ni kama huyu bibi Akarango, and I'm sorry to say that, kama najua wengine watanigusa mawe ya kufananisha mtu, lakini ni story yenye tumeona kwa tumeiona kwa kwa mtandao vile. Kulikuwa huyu bibi alikuwa kazi yake ni kulisha tu ng'ombe na mambuzi, ikashaka tuseme ilikuwa kwa shamba shamba. Enyewe alikuwa wife material juu si watu wengi wanaweza kumbali yani pesa kama ile karangua ako nayo, lakini unapata huyo mtu ana, anafanya kazi ya shamba yani, ile kujitolea. Lakini kuna kitu moja alishindwa kufanya. Mwanaume mwanaume anafaa kufanywa nini ili ni aise kukaa kwa ndoa? Kitu ya kwanza, uh, nitawapatia tu for example tena, mtu wa Mombasa na mtu wa huko Embu. Wacha nifanyanishe ni na Embu, kwetu mahali nimetoka, atuwezi fanana mwanamke mwana mwenye ametoka Mombasa, mm, Mombasani na mwenye ametoka huko kwa manjani na kahawa hawawezi fanana. Wase wa kitambo walikuwa wanapewa yani, tuseme kama guka na shosho, shosho alikuwa anapea anapea guka heshima yake, lakini kwa saa hii, hii ni, ni generation tuko nayo tunasemanga atini, atuko digital, but digital imeharibu vitu mingi sana. moja <coughs> tuseme mwanaume akiingia kwa nyumba unafaa kufanya nini hmm? Mwanaume akiingia kwa nyumba kwa boma, uko uko ushago ama uko Nairobi, karibisha bwanako vizuri, welcome your husband kwa ile heshima. Juu wanaume, wacha niwaambie kitu moja, wanawake leo naongelesha wanawake leo wana, wanaume, wacha niwaambie kitu moja, wanaume ni kama watoto, wanaume ni kama watoto. So vile utachukua mwanaume, hivyo ndivyo atakuwa. Kitu ingine? Eh? Niliwaambia msiwe mnanyimana. Unajua kuna wanawake wengine na na msodi tusela tu, watu wasiniuzie mawe tafadhali, wa mama msiniuzie mawe, lakini nataka kuongea kitu ni ukweli. Mimi niko na niko na rafiki yangu aliniambia ati bwana yake hata akimuguza usiku atakaje, wanakuanga na exes usijui, niko na niko na nesha usijui nini. Let me tell you, ni nyinyi mnafanya wazee watoke nje. Kitu ya kwanza when you do that, umemnyima kategoria yake, atatoka nje juu. Wewe niambia, utanyima mwanaume alafu atoke nje aende apewe na mwingine uniambia kama atarudi. Kwa hiyo ngoma hawezi, mkubaliane na mimi ama mkatae, hawezi rudi. Kitu ya pili nikasema kwa mama, epeni heshima we, we wesh mabwana zenu juu, hata Biblia inatuambia tupatie heshima mabwana zetu. Hiyo ni kitu ingine heshima, na usikose kumnyima hata mkikosana, atake mpatie for uh, there yaani lazima uheshimu bwana yako. Kitu ya pili lazima umpee kategu yake, mpatie eh, kile kitu yake. Kitu ya pili kuna wamama, I'm sorry to say that. tete unataka tu ni wafinya kabisa wamama. Kuna wamama wakienda kulala wanalala na manguo Eh? Sio nguo moja, sio nguo mbili. Unapata mwanamke amevaa trouser, amevaa acha nianzie na huku chini, amevaa panty, amevaa mbaika. Wengine wamevaa trouser, hata karibu afunge na belt. Huku juu tena amevaa t-shirt. Amevaa blouse, amevaa t-shirt, tena amewekelewa kifulana, ama kisweta. Hata wakati ameenda kulala, hata huyo mwanaume ana shida sasa akienda hata kuguza taguza nini? Anaguza manguo. Hiyo ndio kitu ya pili inaisafanya mpaka ndoa asikose kusimama. Hmm? Ati ukienda kulala mbipo, yani kaa kitu faa kitu light. Unaona kitu light. Hata ukitaka kufaka kitu kana ka kaneti, kuna kwanza na tuna dress tu, tuna dress tu smart sana. Hata mwanaume akiuza kitu nikana nguza mwili pia nguza tiki kisota kiuza hivi ni kisota anaguza iko na ndia, si kama kuni kabla afikie mwili. Huyu mwanume atakosa na tamaa ya kulala na wewe. Lakini akitoka hapa nje, eh? Aende apatane na Fatuma. Fatuma anamwambia anamwambia analala mpaka vile alisaliwa. Hmm? Anajiachilia kabisa. Unataka kuniambia huyo mwanaume tena atarudi kwako? Hiyo ndio swali nataka tujiulize wamama mama. Huyo mwanamke, huyo mwanaume atarudi kwako? Kitu ya pili, eh? Si ati si si ati kusema ati wamama mama ndio utafanyanga timu na na wanaume atilifanyie kitu. Jua poi spirit zako. If you are married, jua poi responsibility zako. Vile mwanaume mwanaume wako vile anatakanga, vile mwanaume anatakanga, ana anatakanga afanyiwe umfanyie. Nawaambia ukifanya hivyo, jua sitasimama. Lakini when you go you continue like this, you are going tuta, tutaisha tukiwa masingles. Singles ndio watakuwa wengi. Tutakanga tunashinda kulia. Oo, bwana aliliacha akania watoto akaniachia watoto. Sasa mimi nalea watoto peke yangu, lakini wewe ni wa mare. Please wewe wewe, ukifollow hizi vitu kidogo, hata kama utafollow zote kidogo tu, nimesema kitu kwanza, mwanamume akiingia mkaribishe, mwambie karibu bwanangu, hata kama mliko mmekosana sana, njaribu tu kumwambia karibu, njaribu mpaka kumpatia ka, hata kama utu na jeepose, mtu tunataka mtoa sisi mame, hmm? Ndiodondo siwezi kusimama. Kitu ya pili, wazee watikupigiwa kelele, namewaambia na wazee ni kama watoto. Ukipigia mzee kelele, tena akitoka pale nje aende apatane na Fatuma, hmm? Anaogeresa vizuri, anakandwa vizuri, huja mwanaume atarudi kwako tena, atarudi kwako tena. Haya, tumesema uki, ukiangalia hata kama ulipata vuka na shosho, hata kuna wanaume sizemi atitufuate ile shosho alikuwa anafanya hapana, lakini alikuanga mpaka kikombe ya kukaa mtu kama mimi singekunyia kunyia. Walikuwa wanapea mabwana zao heshima, ilikuwa nzuri sana. nipo ni ukuulize, hebu ende ufanye utapiti kama uko na shosho yako. Ndio, mimi sina shosho, lakini nilipata shosho wakati nilikuwa na nguru. Uende umuulize hata hata ukangeingia tu hivi, kama tulikuwanga tunakula, tunaacha kukula kwanza, tumkaribishe shoshu, amwambie karibu, hmm? Na hiyo ndio ilikuwa heshima itu. Shoshu aliniambia, walio tangu waoane, anjaipaki mangu aende kwao. Kwa sababu ya nini? Kitu ya kwanza nimesema heshima, wazee wapewe heshima eh? Na ni naweza hii generation yenye niko by the juu saa hii kuna mtandao, at least tunaongea tunafundisha watu vile wanafaa kufanya ama wanafaa kukaa. Hiyo kitu inaweza fanya mpaka ndoa zetu ziweze kusimama. Sisi tukioreka miaka mbili, miaka tatu, tena ume- umepaki nguo umeenda. Umebabanisha na watoto. Hapo, hmm? Mwanaume amechoka na wewe, ameenda kwa Fatuma, ameenda kukaa huko. It's not good. Nimewambia kama kama mwana kama mwanamke wa Murang'a bwanake akiingia hata ni mtoto anamwambianga, "Mama, baba ameingia." Lakini wa Mombasa hata kama akuwe wapi, lazima aende alaki bwanake, amwambie, karibu mwanangu, karibu ndarini yangu, karibu kipenzi zangu. Lakini hapa hapa hapa Embu kwetu, nimesema nipeane for example na mtu wa Embu, because mimi nimetoka Embu. Hata hmm, sitaki kushughulika kama ameingia ama hajaingia. Kitu ya pili, mwanaume wangu anaweza ingia kwa mboma, mimi mwanamke wa Embu anakuja ananiambia nimpatie maji. Badala nimpatie maji, mimi naweka maji kwa kikombe na pia kijana yangu ama msichana wangu apelekee babake maji. Kabla hiyo maji ifike kwa babake, kijana ameenda ki, akitingika akitingika mkono imefika ikiwa nusu. Lakini mwanamume akienda kwa Fatuma, hmm. Ataenda apatiwe maji, apigwe magoti, apatiwe ile maji ambayo karibu sana bwanangu, karibu kunywa maji, bwana ameenda hivyo. Tutawacha hapa tukilia, oh, mzee niacha. Usijui nini sababu ya nini, ya kitu kidogo tu. can you try to do this eh, muzati kuitisha maji, wacha kupatia mtoto akiapele pelekea baba yako maji eh. Kikwata, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa, not good, if you are responsibility, if you are a la wife material, hmm? mwanamke ule, ule mwema atoka kwa Mungu. Lakini sasa hivi tunasema hata mzee anaweza ingia kwa nyumba akwambia niwekee maji ya kunawa. Kumbe kama wewe una mikono. Kwa nini wewe una mikono? Lakini wacha nikwambia, kienda pale hapa nyumba hapa nje mafatuma ni nyingi. Nimetumia for example nime Fatuma. Sijasema Fatuma kama kuna Fatuma ananisikiza hapa anacho kusema wewe sijui. Ah ah. Nimesema hivyo Fatuma tu ni jina nimetumia. Sijataja mtu yote lakini ni jina nimetumia kwa jengo. Hmm. Akienda hapo hivi. Anawekewa maji, anapelekewa kwa mafuni, anapoa katale kale kasafi kale kawaiti, hata anaambia bwanangu, kaa hapa ni kuosha, ana kando vizuri, akioshwa akimwamwamua, akiambiwa karibu pole kwa kutoka eh? Lakini wewe mwanamke uko hapa, hata una shughuli na bwana yako. Lakini akitoka ya hapa ite kwa Fatuma, aende hapa. Vitu wewe mwanaume ameenda na si kupenda kwake. Nimeona wa, wa, wa, wana wanaume ni kama watoto vile. Unapibanga katoto kako hivi Kali, una a husband like that, unapatia heshima yake, na ukifanya hivyo ndio asitaanza kusimama, but when you don't do that, usisitangie ati mwanamume wako atasimama kwa ndoa, if you like it or not. Kitu ingine mkienda kwa bei, si ati lazima ukuwe ni mwanaume, acha atafanya mpaka uelewe kusimama. Kwa nyinyi nyote, mko mko the same, mko takatifu moja kuna mtu aliniuliza, ati kama ni vizuri kumiona mwanaume mboro ya, yeah uko light. Kama hei mwanaume mwana mwanaume ya na kutunanga, mpona huu si mwini. Ndiyo mwese, ndoa nataka mimi nataka mbailewe. This generation, kwa nataka, watu wa simamisha ndoa. If you like it or not, hapa ni kwa lazima, tumechoka kukua masigo, watu wamechoka kukua masigo. And when you follow this, my dear friend, utakuja kulishukuli. Kama hoi ni mwanamke uko hapa, jaribu tuku Chukua tu, tu lusi tu vitu, unajua kabisa kabisa unasafanya bwana yako. Hmm? When you do that, boma sitasimama. But when you don't do that, usiku, usi, usikuja kusema, oh hapa, oh mimi nimeka, unajua story mingi, nasikizanga story mingi. I'm one of them. Acha mimi sikuwa najua hizi vitu. Hmm? Sikuwa najua, my first marriage sikuwa najua. But kama ningekuwa najua, until now, mimi ningekuwa kwa, ningekuwa kwa the first marriage.

Nauliza wakati mumeenda kuona na bwana wako unafanyanga nini? Wakati mzee wako ameingia kwa bomba unafanyanga nini? Mwingine ananiambia mimi hata sinanga shughuli. Ya, hiyo ndio kitu inafanya unaona mwanaume akitoka tu nje hivi. Hata wewe rundi kwako. Kazi yake tu ndio kama uko na watoto anakuwa kwaka kirushia pesa ya. Lakini akai hapo ndio tie ile upendo. Nimewaambia ukibeba wanaume kama watoto, utubebe kama toto. Watoto. Unaona watoto? kama watoto kama hapo watoto, kaka unakapenda sana. Love your husband like that and when you do that your life is going to continue smoothly hmm? Unataka kukisikia watu wakisema oh, mimi kwako, ati mimi, unasikia hali ya story, ati mimi bwanangu acha nifanyange mimi, bwanangu alitoka sijui last week, sijui ajarudi. Ni tu ya nini tu ya nini? Wewe mwenyewe ndio umempoteza, na umempoteza kwa njia gani? Usipofanya hivyo, akienda afanyiwe huko nje vizuri hata hmm? Mwanamume akiingia kwa nyumba, jaribu mpaka kumtoa mpaka mpaka socks juko mlango wa ile ya watoto, lakini jaribu kumtoa mpaka socks, at least yaone kuna mtu anamgojea kwa boma. Huyo mwanamume akichelewa nje atakwanga akijua, ah baadhi ningeona niko na kipenzi zangu kiko kwa nyumba. Hebu ndo waangalie mpaka wale wanaume wanafinywanga. Kuna mwanaume ana kuna mwanamke anashindaka kwamba anasema babari kwamba kuna amani kushinda kwenda kwangu kwa nyumba, na atashinda akikunywa, the whole night he eh? Akikunywa huko ndiyo ataenda apatana na Fatma Fatima mwenye amemngojea huko eh? So wa mama, tujaribu kusimamisha ndoa zetu na mwanamke. Hata Mbimbira inatuambia mwanamke mwerevu usi- ujenga mboma yake na mikono miwili. Na hata Biblia ikisema hivyo, haikukuwa timekosea. Ilikuwa kama inajua mwanamke ule mwerefu ujenga boma yake na mikono miwili. Na ule mjinga upomoa mikono yake miwili. Kitu ya pili, hivi, wa mare, tafadhali nisikize. Hata kama mimi nifanira na na kidogo, nimepitia hapa, ni fanira, na miaka kidogo, lakini ile mimi ambayo nimepitia mpaka mahali nifike hapa ni mambo mingi sana. Usiwahi ambiwa na mwanamke mwenzako usifanye bwanako hivi. Unaona hiyo mambo tunaenda kukaa pale kwa mama mboga. Eh? Ama ama pale kwa nduka tukaenda tukienda kununua tuna tunaanza tu story ama wakati tuko chama. Sisemi chama ni mbaya, lakini ukisikia mama ati kuna mama kuna kuna watu wanapanga tu ku spoil. Hmm? Kuna mama anaweza kuja aseme mimi bwanangu siwezi mfanyia hivi. Eh? Wa tusiko tunafanyia bwana setu hivi. Let me tell you. Ukiacha mtu aachwe na yeye. Kumbuka wakati tulikuwa watoto, Sijui kama msitenga hii kastori, kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Haina, mwingine alikuwa anaitwa Rabbit. Huyu Haina wakaongea na Rabbit akamwambia, tukienda kwetu kwa mboma, tuende tuchape mabibi zetu. Nataka muone sasa ujinga mahali inakuwanga na wajinga, ujinga yenye wamama tunakuanga nayo. Haina anafika kwake kwa mboma anatambua bibi yake, anachapa bibi yake na na huku, Rabbit anapiga mtungi ama darama ama anapiga kitu ndio ndio. Haina akikuwa kwake anasikia yenyewe Rabbit anachapa bibi yake. Lakini acha nikwambie, hmm? acha nikwambie, mjinga anaendanga kuchapa bibi yake, naye mwerefu anaenda kupembeleza bibi yake, akiniita sweetheart, honey eh, hey, I love you baby lakini wewe mjinga umeenda kuchapa bibi yako, ndio mmesemea mmeongea na rafiki yako na huko nje, twende tukachape mabibi zetu ama tuende. Mimi siwezi kaliwa na mwanaume. Kwanza nikuonyeshe mahali tunayesaenda. Let me tell you, hii dunia ni kidogo sana, na kama uko hapa ni wewe ni mama unajiona, unaendanga kufanyia paka bwanako kitu ndio akue sinzi, uko na watoto, na hiyo sio upendo. Mimi nasemanga kama umechoka na mtu get out eh Mfaut, dunia ni kidogo. Hii dunia ni kadogo sana. Ni kubwa sana, so ni kubwa sana. Unaweza enda America, unaweza enda everywhere you want. Badala ya kuharibu mtoto wa mwenyewe, beta umuache tu. Ukisikia kabisa mapenzi imeisha. Mapenzi mimi nasema anga na niliwaambia anga hivyo last time. Uwezi force, uwezi force mapenzi. Hmm? Uwezi force mapenzi. Ati kitu kingine nataka hata nikikuwa nimesahau nime kuongelelea. Lakini hata niongelea for the last video. Kama wewe ni mwanamke tafadhali, nimesema uangalie bwana wako vizuri, kama vile unatusanga watoto wako. Eh, unajua wamama, hata Bibilia alikusema waau, mwanaume mwerefu, alisema mwanamke mwerefu. Nataka wanawake tukue werefu. Tutakuwa werefu na njia gani? Na hiyo ni mionyeshana That is a, a, a small, nini, a, kitu kidogo sana, nimewaonyesha vile tunavyosafaa kuokea na wanaume zetu, and we do do that by them. Mtakuja kunipilia simu zeme yenyewe. Mimi siku nafanya hivyo vabila, lakini tangu nifanya hivyo nimeona bwanangu ameanza kuchinji polepole. Bah, unajua, unaweza change bwanako kama alikuwanga nakunywa kose kukunywa kama bwana wako alikwanga na kunywa anatoka nje, anaenda analala na nje, unajua wewe mwenyewe mwanamke mwelefu unaweza fanya bwana wako aache kuenda nje. Njia nini? Tumatendo tu kidogo nimewapa. Mwanaume ni kama watoto. Mkumbali na mimi ama mkatae, ukisikia mpaka wanaitangwa wana wana ume mwana ume, mbona waitangu Awa, mbona mwanamke aitangu? Mwanawake, mwanamke anaitangwa mwana. Sasa ni mtoto naume ume. hmm? So angalia hiyo kitu and when I do that you can come to congratulate me. Kitu ingine, wacha bwana mama tu, wakati mko kwa nyumba mnakaa, si unaona kama mtu bila wale washoshoa kitambo Okay, siseme ni vibaya. Wakitoka ama mtu ametoka kwa shamba, umevaa gabusi, umevaa sijui kisikati kimefika huko kikona ameshaelee. Kikona kitishati sijui kime. Na imazi ndio unaingia kwa mboma, ati unaenda kusafu bwanako like that. Hmm? Kuna mama tunafanyaka kazi ya uchafu, lakini tukifika pale, tukifika tu kwa mboma, tunaacha hiyo uchafu yote inje ama tumejiweka kwa mbavu, tunaweka kwa karai, tunavaa kitu smart. Ndio hata mwanamke kwa nguo, na kwamba yes, eh nilioa. I have a beautiful wife in my house. Hata huyo mwanaume akikuwa huko nje anasema anaambia wanaume wenzake I have my beautiful wife in the house. Hata kienda kuchokozwa huko na wamama wale wanaanga nini, wanaanga akili, wacha nitasema wanaanga akili. Unajua kuna wanaume wanawake wengine wanachokozanga wanaume. Anawaambia, leave me alone. Do you know what? I have my wife in the house. Very beautiful. Lakini kama unajik, unajikalishanga kama nini mtu ametoka kwa ng'ombe ama kwa nguruwe kupatia chakula, vile umevaa kingambuti, vile umevaa kiskati kirefu, ndio unapita pita hapo kwa bwana yako. Hivi unafikiria ataangalia nyuma? Haisi angalia nyuma. So that means that what I say, tujaribu tujaribu hiyo vitu kidogo tu, si mingi, kidogo tu. Unajua mambo ni step step, kidogo tu. Ukiangalia hiyo, ukiona mama yako ndio nini, jaribu sasa kuongezea, jaribu kurudisha upendo yako wewe na bwana yako. Sio wewe na watoto wako, wewe na bwana yako. Unaona tamaa yenye mlikuwa mnaona? Vile mlikuwa mnasema unajua. Mpaka ukiuliza unaandika kinyume, mpaka unajijusa kabisa. Ndio ile mapenzi ilikuwa ndani. Kwa hiyo mapenzi ilienda wapi? Ilienda wapi? Wakati mliona mkakaa mwaka moja, miaka mbili, miaka tatu, mapenzi kaisha, kwani ndio wapi? Lakini watu wa Mombasa bado inakuwa kwenye mapenzi na kuanga mtoto mmoja